Ni tarehe saba ya mwezi wa saba mwaka elfu mbili na kumi na saba siku ambayo watanzania huazimisha sherehe za Sabasaba. Jina langu ni Alex Malanga, karibu katika MCL Magazetini. Kama ilivyo tamaduni wetu, leo tutakuwa na magazeti matatu ya Mwananchi, The Citizen na Mwana Spoti. Tuanze na gazeti la The Citizen na hapa niko na Johni na Mkwae, moja ya waandishi wa gazeti la The Citizen. Yeye atatupa kwa dondoo kile ambacho mwandalia msomaji kwa siku ya leo. Uh, kwa upande wa gazeti la The Citizen siku ya leo, kuna taarifa mbalimbali ambapo habari ya kwanza ni kuhusiana na mamlaka ya bandari uh, imesaini mkataba na kampuni ya Tix. Hii e, ni kuhusiana na usafirishwaji wa mizigo kupitia bandari ya Dar es salaam. Sasa gazeti la lako la The Citizen inakuletea uchambuzi namna gani ambavyo uh, nchi ya Tanzania itanufaika kupitia huu uh, mkataba. Na habari ya pili ni kuhusiana na Uh, majaribio ya dawa za kupunguza uh, ukali wa ukimwi ambazo zinafanywa majaribio huko nchini Kenya. Sasa serikali ya Tanzania uh, kupitia Wizara ya Afya uh, imeeleza kwamba ina mpango wa kuzitumia hizi dawa endapo kama zitaonyesha matokeo mazuri kule nchini Kenya. Na habari ya tatu ni kuhusiana na kampuni ya Kijerumani uh, ijulikanayo kama DHL Global Forwarding uh, uh, imetangaza ime, ime kusitisha kutoa huduma zake hapa nchini na na, na imetoa jukumu uh, kwa kampuni ya Kitanzania kufanya hizi huduma ambazo uh, kampuni hii ilikuwa imeifanya na sasa imesitisha. Uh, na habari ya, ya michezo kwa upande wa habari za michezo, gazeti la The Citizen ina, inaku, inakuja na taarifa kuhusiana na mchezo uh, mashindano ya golf ambapo timu ya taifa ya golf uh, imekuwa imeteuliwa kuwa mwandaaji wa mashindano ambayo yatafanyika hapa Dar es Salaam. Sasa uh, timu ya taifa ya gofu ime, imeandaa michuano miwili ambayo lengo ni kupata wachezaji ambao watawakilisha timu ya taifa kwenye michezo hii. Uh, kwa hiyo kupata uh, taarifa kamili kuhusiana na, na kwa undani zaidi wa hizi habari, hakikisha unapata nakala yako gazeti la The Citizen na baada ya kupata japo kwa dondoo yale ambayo The Citizen ametuandalia, na sasa tuangalie gazeti la Mwananchi, na hapa ni naye Esther Mvungi ambaye ni mhariri msaidizi wa habari wa gazeti hili. Katika gazeti la Mwananchi leo tuna habari inayozungumzia namna kesi za uhujumu uchumi pamoja na utakatizaji wa fedha zinavyowatupa rumande vigogo pia tuna habari inayozungumzia kesi inayomkabili mbunge wa Arusha mjini Godbless Lema ambayo, um, upande wa serikali umemkataa hakimu. Uh, habari nyingine inazungumzia namna ambavyo mkataba wa Tix ambao umetiwa saini kwa namna gani utainufaisha serikali. Pia tuna habari inayozungumzia um, kampuni za simu, namna zinavyobanwa na TCRA kuhusu na matangazo ambao wanayatoa katika michezo kuna habari inayozungumzia baada ya kafu kuipa wanachama Zanzibar, ni kwa namna gani sasa timu ya taifa wachezaji wake watakuwa. Tuhitimishe kipindi cha MCL magazetini kwa kuangalia gazeti la Mwanaspoti na Saidi Pendeza, ambaye ni mhariri msaidizi wa habari wa gazeti hili. Yeye anatupa japo kwa ufupi, yale ambayo wamemwandalia msomaji kwa siku ya leo. Everton tarehe kumi na tatu mwezi huu wa saba watokuwa hapa jijini Dar es Salaam, na wamefanya usajili mkubwa sana. Je, ni usajili gani huo? Basi pata na nakala yako bas, na na ya gazeti la Mwanaspoti tutakutana nayo habari. Pia nyingine Romelu Lukaku anakaribia kutoa Manchester United, je kwa ada ya shilingi ngapi? Basi pata nakala yako ya gazeti la Mwanaspoti utakutana nayo habari. Habari hizo na nyingine nyingi utazikuta ndani ya gazeti hili la Mwanaspoti hii leo. Nam, kufikia hapo tumefikia tamati ya MCL Magazetini kwa leo. Kuanzia mwanzo wa kipindi hiki, ulikuwa nami Alex Malanga. Kwa taarifa nyingine nyingi na nyingine nyingi, usikose kujipatia nakala zako za magazeti ya The Citizen, Mwananchi na Mwana Spoti. Lakini pia, kupata undani wa habari hizi, usikose kutembelea mitandao yetu ya kijamii pamoja na tovuti zetu. Nikutakie sikukuu njema ya Sabasaba. Asanteni na asubuhi njema.